Mpendwa mtazamaji, Dominika ya nne ya kipindi cha Kwaresma, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua sura ya tano aya tisa a na aya kumi hadi ya kumi na mbili. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya tano aya ya kumi na saba hadi ile ya ishirini na moja. Injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya tatu na ile ya kumi na moja hadi ya thelathini na mbili. Katika habari za somo la kwanza tunakutana na wana wa Israeli wameingia katika nchi ile ya ahadi baada ya kuweza kuzunguka jangwani kwa muda wa miaka arobaini. Mwenyezi Mungu anamwambia Yoshua, siku ya leo nitaivingilisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Swali tunalojiuliza hiyo aibu ya Wamisri iliyokuwa juu ya wana wa Israeli ilikuwa ni ipi? Wana wa Israeli walipokuwa jangwani, wanaelekea katika ile nchi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewahidia, waliingia katika dhambi ya manung'uniko, yaani walimuhuzunikia Mwenyezi Mungu kwamba amewaacha Wakakumbuka vitunguu swaumu, wakatamani kurudi nyuma tena Misri, wakafanya uasi, wakatafuta baadhi ya watu baadhi ya viongozi wao waweze kuwarudisha Misri, na wakasema kwamba Mwenyezi Mungu amewaleta jangwani ili aweze kuwaangamiza. Wakasahau mpango wa Mwenyezi Mungu aliyokuwa nao. Mungu alikasirika sana na asingekuwa maombezi ya Musa aliyepiga magoti akamwomba Mwenyezi Mungu awasamee. Habari hizo tunazipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 aya ya 12, taifa zima la wana wa Israeli wangeweza kuangamia. Hatia hiyo ya mwenendo huo ilipaswa kuweza kuondolewa baada ya kuvuka Yordani, kwa sababu walishajinenea maneno wao wenyewe kwamba Mwenyezi Mungu ametuleta jangwani kuja kuangamiza kuja kutuangamiza. Na Musa akasema kwamba Mwenyezi Mungu ukikasirika katika hasira hiyo, Wamisri watafurahia, watasema kwamba umewaleta kweli huku kuja kuja kuangamiza. Na ni kweli, walipokaa muda mrefu jangwani Wamisri waliwasema kwamba ninyi hamtaingia katika nchi hiyo, mtabakia kutangatanga, wakawacheka sana katika maisha yao ya jangwani. Hivyo basi Mwenyezi Mungu anasamehe uovu wao. Mwenyezi Mungu anaondoa hiyo hatia. Na anayeondoa hiyo hatia, namna gani anaondoa hiyo hatia? Baada ya tendo la wana wa Israeli kuweza kutahiriwa, baada ya utii wao kumtii Mwenyezi Mungu kuweza kutahiriwa, Mwenyezi Mungu ndipo alipoondoa aibu yao. Mwenyezi Mungu katika safari yetu ya maisha anaongea nasi kama vile wana wa Israeli katika maisha yao yaliyokuwa yamewakuta. Yaani unaweza ukaishi katika maisha ya kutangatanga jangwani kwa muda mrefu sana na hufikii kilele cha mafanikio, hufikii lengo lako. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kizazi ambacho ulichotoka ni kizazi ambacho kimejaa manunguniko, kilikuwa kimejaa manunguniko, ni kizazi ambacho kilimuasi Mwenyezi Mungu katika matendo mengi ya ajabu, na matendo hayo ya uasi na manunguniko yanawapelekea watu kuto kufikia malengo yao ya maisha na wengi wakafia jangwani, hawakuingia katika ile nchi ya ahadi, na Mwenyezi Mungu akawaacha wakatangatanga huko. Basi kizazi ambacho umetoka na tabia mbaya ambayo uko nayo ya manunguniko, inaweza ikakupelekea ukashindwa kufikia malengo yako. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye tunayemtumainia yeye, ni mwingi wa huruma, anasamehe, yuko tayari katika safari ya maisha yetu kuondoa aibu zetu. Na sasa Mwenyezi Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni Mwanawe aliyemtuma aje hapa duniani. Yesu Kristo yeye alikuja akateseka pale msalabani akaondoa aibu yetu kwa damu yake ya pale msalabani, na kama tunavyoipata katika ile wa, waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya kumi, Yesu Kristo kwa damu yake ya msalaba alibeba aibu yetu, alibeba shutumu zetu. Yesu ameondoa aibu yetu, hivyo basi ili kuweza katika habari za kuondoa aibu ambayo tumeibeba katika maisha yetu muda mrefu, lazima tuingie katika tohara ya rohoni kupitia agano la damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuiruhusu damu ya Kristo iweze kututakasa, tuiruhusu damu ya Kristo iweze kutufanya tuunganike na Mwenyezi Mungu na baadaye pia tutoke katika kizazi kile cha uasi tuweze kuingia katika kile kizazi ambacho kinaingia katika nchi ya ahadi ambacho kimebarikiwa na Mwenyezi Mungu, ameondoa aibu. Aibu yetu sasa hivi imeondoka kwa kupitia damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na wana wa Israeli walipoondolewa aibu yao ndipo basi wakala Pasaka. Sikukuu ya Pasaka kwa wana wa Israeli hadi wanakuja kula Pasaka. Hii ilikuwa, hii ni ya tatu. Pasaka ya kwanza ilikuwa miaka 40 iliyopita, tunapata kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili aya ya kwanza hadi ya ishirini. Pasaka ya pili ilikuwa chini ya mlima Sinai, tunaipata katika kitabu cha Hesabu sura ya tisa aya ya tano. Hawakula pasaka yoyote ile katika maisha ya kutangatanga. Kwa nini hawakula pasaka katika maisha ya kutangatanga? Kwa sababu kwa sheria ya dini ya Kiyahudi, Myahudi yoyote yule asingeweza kushiriki sikukuu ya Pasaka bila kutahiriwa, na hii tunaipata katika kitabu cha kutoka sura ya kumi na mbili aya ya 40 hadi ya 44. Ndio, ndiyo maana Yoshua aliwatahiri Waisraeli wote ili waweze kula Pasaka. Kama vile kwa wana wa Israeli hakuna Mwisraeli ambaye hakutahiriwa angeweza kula Pasaka, vivyo hivyo hadi katika maisha ya sasa hivi hakuna mkristu yoyote yule ambaye hajatahiriwa katika roho yake anaweza akashiriki meza ya Bwana. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 aya 25b na Wakolosai sura pili ya pili aya ya kumi na moja inasema kwamba lazima tukubali kuweza kutahiriwa katika mioyo yetu, ndipo tunavyoweza kushiriki meza ya Bwana na wengi sana hadi sasa hivi wanakataa kushiriki pasaka ya Bwana, kushiriki katika meza ya Bwana, kwa sababu maandalizi yao ya kiroho, mioyo yao iko mbali na Bwana, hawajakubali kutahiri, kuondoa uovu ndani ya mioyo yao ili waweze kushiriki katika meza ya Bwana. Wakala mazao ya nchi, maana yake nini? Mwenyezi Mungu yeye, katika kipindi chote ambacho wana wa Israeli walikuwa kule jangwani, aliwalisha kwa mana, chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Na baadaye sasa ukafika wakati ambapo Mwenyezi Mungu akasimamisha ile mana isishuke tena, yaani walipoingia katika nchi ya ahadi walikula mazao ya nchi katika ile nchi ambapo Mwenyezi Mungu alikuwa amewapatia. Ni kwamba usitegemee muujiza, usitegemee mana muda wote, kwamba Mwenyezi Mungu atakuletea muujiza. Yani Mwenyezi Mungu katika kuweza kutupatia mahitaji yetu aweze kubadilisha kila kitu anachotaka yeye. Walipata wapi chakula? Wana wa Israeli walipata wapi nafaka ambao waliokula? Wakaaji wa eneo la Jeriko walipoona wana wa Israeli wamepita katika mto Yordani, Mwenyezi Mungu amesimamisha mto Yordani, umesimama na wao wakapita, walikimbia, wakatafuta usalama wao, wakaacha mazao yao ambayo yalikuwa bado hayajavunwa. Mungu yeye anawatayarishia wana wa Israeli meza mbele ya maadui zao, ndio Zaburi ile ya ishirini na tatu aya ya tano kwamba mwenyezi mungu anawatayarishia meza. Ndio maana basi katika wimbo wa katikati wamesema hivi, onjeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema. Ukiwa upande wa Bwana umesha kubali kutii sheria za mwenyezi Mungu, yeye anakutayarishia meza anawapatia mazao wana wa Israeli, yani chakula ambacho wao wenyewe hawakuweza kulima. Maadui zao wameacha chakula, wamekimbia kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Simama kwa upande wa Bwana, mtegemee Bwana katika kila jambo unalopita nalo, yeye atakutengenezea meza, ataandaa meza mbele ya maadui zako, na atakulisha kwa chakula kama alivyofanya kwa wana wa Israeli. Biblia inasema katika pasaka ile mana ilikoma. mana ilikuwa ni nini? mana Ilikuwa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni ambacho wana wa Israeli baada ya manunguniko kwamba Mwenyezi Mungu anawaleta jangwani kwa ajili ya kuweza kuwaua, Mwenyezi Mungu alileta mana. Hivyo basi mana kilikuwa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni kwa ajili ya wale waliokuwa wamenungunika, na Mwenyezi Mungu akawapatia chakula kile ili waweze kuvuka katika lile jangwa, waweze kufika salama katika nchi ile ya ahadi. Ingawa Mwenyezi Mungu aliwapatia chakula, Mwenyezi Mungu aliwalisha, kwa maana kule jangwani aliwapatia chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, bado ndani ya mioyo yao walimuasi Mwenyezi Mungu. Hadi leo, Mwenyezi Mungu anatulisha kwa chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Ni chakula ambacho kimeshuka kutoka mbinguni, lakini bado ndani ya mioyo yetu tunatamani kurudi Misri, tunatamani kula vyakula vile, vitunguu saumu, tumetamani utumwa. Maana ilikuwa ni zawadi kwa Mwenyezi Mungu, tunadharau pia Ekaristi Takatifu, ambayo ni zawadi Mwenyezi Mungu anayotupatia. Kwa nini? Kwa sababu hatujakubali kufanya mabadiliko ya ndani, yaani kurekebisha maisha yetu, na baadaye tuweze kuunganika. Ingawa walikula chakula cha malaika kama Zaburi ya 78 inavyozungumza aya ya 23 mpaka 25, bado walitamani chakula cha Misri. Tunakula chakula cha malaika, lakini bado tunatamani mambo machafu ya shetani. Tunakula chakula cha Bwana, lakini pia bado tunatamani mambo mengine mabaya. Tumwombe Mwenyezi Mungu katika safari yetu, katika siku ya leo, tutamani chakula cha Bwana na baadaye pia kitufanyie mabadiliko ndani ya maisha yetu. Katika Injili tunakutana na habari nzuri sana ambayo imekuwa ikichukua ukurasa mpya wa safari ya maisha ya mwanadamu kila siku inapoitwa leo. Yaani tunakutana na Mungu ambaye anaitwa Baba mwenye huruma, ambaye yeye huyu Baba Yesu anatolea mfano kwamba alikuwa ana watoto hawa wawili. Katika wale watoto wawili, sheria ya Kiyahudi ilikuwa imezungumza hivi kwamba baba ambaye alikuwa ana mali asingeweza kufanya jambo lolote lile juu ya mali zake. Sheria ilimfunga kwamba kijana mkubwa alikuwa anachukua e, theluthi ya mali zote alizokuwa nazo, na kijana mdogo alikuwa anachukua moja ya mali ambazo yule baba alikuwa nazo. Kijana mdogo anamwendea baba yake, anamwambia nipe sehemu ya mali yangu. Kwa kiburi hakumwambia baba yake naomba sehemu ya, ya mali yangu. Alisema nipe sehemu ya mali yangu inayoniangukia, nipatie urithi. Katika sheria hizi za wana wa Israeli, baba alikuwa anagawa urithi kwa watoto wake katika matukio mawili: ya kwanza kabla hajafa au baada ya kifo chake. Hivyo basi mtoto huyu ambaye hakuheshimu hata ile hadhi ya baba yake anaenda kwa baba yake kwa lazima, kwamba nipatie sehemu ya mali yangu. Manake alimuua baba yake, akaamua kuchukua ule utajiri, urithi wake uweze kuwa mikononi mwake. Hakumwamini baba yake kwamba baba yake aweza kumpatia, akataka kuweza kushika zile mali mikononi mwake. Baba ambaye ni mwenye huruma anaheshimu mawazo ya kijana wake mdogo, mawazo ya uasi, anampa vyote alivyotaka hadi katika mazingira ya sasa hivi, Mungu yeye huweza kuturuhusu tutembee katika mawazo yetu ya uasi, ili tuweze kujifunza njia zake jinsi zilivyo njema, katika mazingira ambayo ni magumu sana. Yaani, katika mawazo yangu ya uasi mbele za Mwenyezi Mungu, ninataka vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu amenipatia nivishike katika mikono yangu nivimiliki, simwamini Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu yeye kwa wakati wake yuko tayari kuweza kunipatia nataka nivishike nivione mikononi mwangu. Mwenyezi Mungu hawezi kunikataza, anasema kwamba tunachomuomba anatupatia, kama alivyompatia yule mwana ambaye alikuwa amejaa kiburi cha uzima. Baada ya yule mtoto kuweza kutamani mali yake ashike mikononi mwake, ndipo basi alipoona kwamba amechoshwa na sheria na utawala wa baba yake, utaratibu mzuri wa ya familia yake, akaamua kuondoka. Aliamua kuondoka, akaenda mbali na nyumbani kwake, alikusanya vyote alivyokuwa navyo. Ni hali ya mdhambi yoyote yule ambaye anapotaka kuenda kufanya dhambi, huondoka anaenda kufanyia dhambi zake mbali na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ni kawaida ya mtu yeyote anapotaka weza kutenda dhambi chafu, hawezi kufanyia dhambi eneo ambalo analoishi, anatoka anaenda mbali kabisa, ambako watu wengine hawamjui, anaenda huko kwenda kufanya dhambi hizo. Wa dhambi hukimbia uso wa Mwenyezi Mungu aliye chemchemi ya uzima, wanakwenda mbali zaidi kadiri wawezavyo. Na alipofika huko katika kutenda, kutenda dhambi zake aliingia katika dhambi hii ya matumizi mabaya ya ile mali na urithi aliyokuwa nao. Aliutumia katika mambo gani? Aliutumia katika mambo ya uasherati. Ukiona umeingia katika dhambi ya uasherati, ni matumizi mabaya ya urithi ambao umekuwa nao. Kuna urithi ambao Mwenyezi Mungu amekupatia ambao ni wa kipekee, amekupatia bure karama zake, amekupatia bure sura yako, amekupatia bure kazi amekupatia bure pesa hizo amekupatia tu bure, sisi na kina cha kupewa unajikuta kwamba unaanza kuzunguka kufanya uzinzi, kuishi katika maisha ya wa washarati, kitakachotokea ni kupoteza vyote ulivyokuwa navyo. Yaani makahaba walimpelekea, akapoteza mali zake alizokuwa nazo. Ukiishi maisha ya fujo, unapoteza ulichokuwa nacho yaani watenda dhambi katika suala zima la makosa haya ya ukahaba hupoteza urithi wao. Wanatumia vibaya mawazo yao, wanatumia vibaya nguvu zao, wanatumia vibaya muda wao, wanapoteza fursa za maisha. Baada ya kuweza kutumika vibaya urithi wake aliyokuwa nao vitu vyote vikaisha. Kwa nini? Hakuna yeyote yule ambaye katika safari ya maisha hii aliweza kutumia vibaya urithi aliyokuwa nao akabaki salama. Mali huwa inaisha kwa haraka sana. Katika dhambi za uasherati hutakuwa salama, kwa sababu watu wengi unaokutana nao wana roho za ajabu. Leo umekutana na fulani ana roho ya ukufirisi, leo umekutana na fulani ana roho ya magonjwa, leo umekutana na fulani ana roho ambayo yenyewe hutafanikiwa katika maisha yako. Zile roho zote zinakuja ndani mwako, ghafla unatoka katika nafasi ya juu ya maisha uliokuwa nayo, unafirisika. Hakuna yoyote ambaye alidumu katika dhambi za makahaba akawa salama, huwa wanafirisika ghafla. Matokeo yake, baada ya kuweza kufirisika, huyu mwana mpotevu Akaachwa, akaachwa. Wote waliokuwa wanakula mali zake makahaba walimwacha peke yake, na ni tabia hii mpaka leo. Wote ambao wamekimbia katika nyumba za baba zao, wamekimbia mbele za Mwenyezi Mungu, wameacha ndoa zao, wameacha maagano yao, wameacha familia zao, wameacha, wamemwacha Mwenyezi Mungu ambayo ni chemchemu ya uzima, wakaingia katika dhambi hizo ambazo mwana huyu mpotevu alikuwa amezitenda. Huwa wanaachwa. Kahaba hawezi kuwa na wewe maisha yako yote. Mali zikiisha tu lazima akuache, lazima aende zake, kwa sababu amekuja kwako kula hizo mali. Akaachwa akawa peke yake. Alipokuwa peke yake, ndipo basi akaanza kuchomwa ndani ya moyo wake kwamba, inakuwaje naishi katika maisha haya? Alipoachwa akaenda basi kujishikanisha na mwenyeji wa lile eneo, yaani dhambi ya kukimbia kwa baba inatupelekea kuweza kuwa watumwa. Nja ilimfanya aambatane na raia wa nchi ile, na raia wa nchi ile akampatia kazi. Shetani yeye yuko mjini, shetani pia yuko mashambani. Shetani akampatia kazi, akamwajiri, aende akafanye kazi ambayo ilikuwa ni haramu katika maisha ya wana wa Israeli. Yusufu, Daudi. Yusufu na ndugu zake walikuwa wanachunga kondoo. Daudi alikuwa anachunga kondoo kwa Myahudi kamili. Kuchunga, kulisha nguruwe ilikuwa ni haramu. Dhambi inampelekea kufanya mambo mabaya, kazi ambayo hakuitarajia katika maisha yake, na masharti mabaya magumu zaidi. Hadi leo dhambi za wasi zimewapelekea wengine, wameajiriwa na shetani, wengine shetani anawatumikisha, anawapatia kazi nyingi na masharti mengi zaidi wanalisha nguruwe wengine pia katika familia zao wanalisha misukule. Unamwona mtu yeye, anaonekana kwa nje ni mzuri, lakini kumbe analisha vitu vya ajabu. Katika utumwa na shetani, shetani anakufanya unakuwa mtumwa. Wengine katika mali zao wanakuwa ni watumwa, hawalali kwenye vitanda. Wengine katika mali zao wanakuwa ni watumwa, mara nyingi zaidi unakuta kwamba anakuwa na masharti ya ajabu ambayo inampelekea awe hana amani katika zile mali alizokuwa nazo, yani mpaka anafika hatua ya kuweza kula na shetani, anakula yale makombo machafu. Dhambi ambazo zilimfanya huyo kijana akimbie zilimpelekea asipate kitulizo chochote kile, hakupata msaada wote ule. Alianza kuomba msaada kwa watu, watu walikataa kumpatia msaada. Kwa nini walikataa? Kwa sababu mdogo yule alivyoenda katika ile nchi aliishi maisha ya hovyo, na kwa sababu watu wote walijua kwamba wewe hukustahili kuweza kuishi katika maisha hayo ukahaba na maisha yako mabaya yamekupelekea uweze kufilisika. Walimjua kwamba umejiletea taabu hizo wewe mwenyewe, na hadi leo hutapata msaada wowote kwa mtu yoyote yule kupitia maisha unayoyaishi. Kwa nini? Kwa sababu ulimwacha Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndio msaada wako. Umemwacha baba yako, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuja kukusaidia na ukiona umeingia kuweza kumsaidia mtu ambaye yeye amefanya uasi kwa Mwenyezi Mungu, amemkimbia Mungu baba yake, utambue kabisa kwamba na wewe pia utaingia katika dhambi hiyo ya kuweza kufilisika. Hata uende kokote kule hakuna mtu atakayeweza kuja kukusaidia kwa sababu ya kwanza umemwasi Mwenyezi Mungu. Rudi. Mwana mpotevu akatafakari, akarudi, akasema nitarudi kwa baba yangu, nitasema kwamba nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Alivyofika mbele ya baba yake, baba hakutaka kuweza kumsikiliza juu yale maneno ambayo alikuwa ameyapanga kwamba niweze kuwa mtumwa. Hakutaka kumpatia nafasi aanze kutamka utumwa ndani mwake, kwa sababu alikuwa ana thamani kubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu. Haijalishi umepita katika mazingira magumu ya namna gani, bado una thamani kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Yeye baba mwenye huruma alikuwa anamsubiri lini mwanawe atarudi kwake, na alivyomwona alimkumbatia na alipomkumbatia ya kwanza, akasema upesi, leteni vazi lake. Akaondoa vazi lile la utumwa, akapewa vazi la utukufu. Baadaye akamwambia leteni ndama aliyenona mkamchinje, wakala Pasaka, yaani akaonja wema wa Bwana. Baadaye akaletewa pia pete, yaani akaletewa mamlaka, na baadaye akarudishiwa muhuri kama vile hawa ndugu zetu mawakili wanavyopewa muhuri wa mamlaka, ambao alikuwa nayo akarudishiwa mamlaka aliyokuwa nayo. Toba inakurudishia mamlaka ambayo alikuwa nayo. Wakafanya sherehe, wakasherekea, yaani wakala Pasaka, kama wana wa Israeli walivyokuwa kula Pasaka katika ile nchi ya ahadi. Naye mwana mpotevu, naye akala Pasaka. Akaja kijana mkubwa, ambaye yeye alijiona kwamba yeye ni safi mbele za baba yake, hakuondoka katika ile nyumba ya baba yake alikuwa mwaminifu kutunza mali zile, alipoona kwamba baba amefurahia kurudi kwa mwanaye alikataa kuingia katika sherehe. Twaweza kuonekana kwamba ni waaminifu sana mbele za mwenyezi Mungu, tunashika sheria zake, tunasali, hatuondoki katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, tunatunza mali zake, lakini ndani mwetu tukawa na roho ya ufarisayo, yaani hatuna huruma kwa wenzetu ambao wamepotea katika swala zima la dhambi, ambao alikuwa ni wachafu vilevile vile pia anapoanza kutoa mashutumu huyu kijana mkubwa, kwamba huyo kijana wako mdogo ambaye alienda kutapanya mali zake na makahaba, alijuaje kwamba huyu alienda kufanya dhambi za ukahaba? Aliujuaje ukahaba kama haukuwa ndani mwake? Na hiyo ndio unafiki wa watu wengi ambao ni wa Mwenyezi Mungu ndani mwetu. Kwa nje tunaweza kuonekana kwamba tu watu wa Mwenyezi Mungu, lakini kumbe ndani mwetu tumejaa mawazo ya ukahaba nina ufahamu ukahaba, nafahamu uasherati jinsi ulivyo, ndio maana nawanyoshea vidole watu wengine. Alijuaje kwamba huyu kijana alikuwa kwenye ukahaba kama yeye mwenyewe, ingawa alikuwa ndani pale, alikuwa anatamani kufanya dhambi hizo? Tujichunguze sisi wenyewe kwamba ingawa tupo ndani ya Mwenyezi Mungu, tunaweza kuwa tunawanyoshea vidole baadhi ya watu ambao ni wa dhambi, na yeye Mwenyezi Mungu hatamani mtu yote aweze kupotea, bali amekuja kuweza kuokolewa. Ndio maana Paulo anatubariki kwa neno hili, anasema kwamba Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Wana wa Israeli ya kale yalikuwa yamepita, Mwenyezi Mungu akaondoa aibu yao. Mwana mpotevu ya kale yamepita, akarudishiwa heshima yake. Sisi tusimlaumu mtu anavyorudi kwa Mwenyezi Mungu, ya kale yamepita, aingie kuweza kuishi maisha mapya. Anasema tazama, yamekuwa mapya, na vyote ambavyo Mwenyezi Mungu anavyovifanya katika maisha yetu viweze kuwa vipya. Ishi katika maisha mapya ya yule mwana mpotevu. Furahia maisha hayo katika toba, ishi maisha mapya kwa sababu Mwenyezi Mungu ameondoa aibu yako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.